Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia kupitia jina Yesu Kristo aliye hai. Kwa majina yangu, naitwa mchungaji Baraka Tai, natokea Gigamboni Dar es Salaam. Tunapatikana hapo na kanisa liko mahali hapo, haliko mbali sana na mazingira tuliyopo. Nadhani leo nimekuja na ujumbe wa Mungu kuhusiana na kitu kinachoitwa imani kama kitabu cha Waebrania ile sura kumi na moja nadhani Biblia inapojaribu kueleza kuhusiana na habari ya imani, imani imani Waebrania, tasoma kitabu cha Waebrania, Waebrania sura kumi na moja na ule mstari wake wa kwanza, tasoma mstari mmoja tu, afu taendelea kuelezea yaliopo mengine zaidi huku chini. Biblia inasema basi imani ni kuwa na, ni kuwa na na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. E, maana. Kwa hiyo wazee wetu walishuhudia eh, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno, kwa neno la Mungu, hata vitu vilivyo vilivyoonekana, na na vikafanywa kuwa vitu vilivyo dhahiri, mfano wa Habiri na Enoko na Nuhu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni mambo yasioweza kuonekana. Lakini tunashuhudia kwamba Mungu alipokuwa anaziumba mbingu na nchi. Aliumba bahari, akaiwekea mipaka. Na bahari kati mipaka yake. Aliumba anga, anga likasimama mahali pake. Tunaona Mungu alifanya vitu vingine, aliweka ardhi. Ni kitu ambacho kinachoonekana lakini kiliumbwa kwa imani. Kwa hiyo kuna vitu vilivyoonekana na visivyoonekana lakini kuna imani ambayo mwanadamu aliyoweza kuwekewa ndani yake, Pasipo kuweza kuona vile vitu vinavyoonekana, ndio Mungu alivyokuwa anatarajia kuhusiana na habari ya imani ya mwanadamu, anavyoangalia na kuvipa imani vitu vinavyoonekana. Biblia inasema wazee wetu waliishuhudia ile imani. Kwa imani Ibrahimu, Henoko na tulishuhudia kwamba Abili pamoja na Kaini kwamba alimtolea Mungu huyo huyo nani Abili? Alimtolea Mungu, aliweza kujua ile sadaka akamtolea Mungu kwa imani. Kwa hiyo Biblia inapojaribu kuelezea mtazamo wa kiimani, inajaribu kukuelezea kwa vitu vinavyoonekana halafu na vitu visivyoonekana, kwa sababu kuna vitu vinavyoonekana vikakupa imani. Mfano bahari unaiona iliwekwa, ikaumbwa na mipaka yake imewekwa kwa imani. Anga unaloiona limesimama, limewekwa kwa imani, lakini Mungu aliviumba. Kwa hiyo habari ya kutoa Ibrahimu, Biblia inasema Enoko kwa imani aliweza kupaa kuelekea juu, lakini ni kwa imani Mungu akaweza akamtoa Enoko akaweza kupaa. Na Biblia inatutashuhudia kwamba Nuhu kwa imani aliweza kumsikia Mungu akajenga akatengeneza safina. Mungu aliposema naye akaamua kutii sauti ya Mungu kwa imani. Na miaka ikaenda zaidi ya miaka mia. Pale imani ya Ibrahimu ya Enoko kulingana na Mungu alichoweza kumwambia kwa imani akatii ile sauti ya Mungu na akaamua atembee kwa, kwa sababu Mungu alimwambia atembee afanye kitu na alifanya kwa imani. Kweli wakati huo, Biblia inavyojaribu kutueleza kwamba miaka ilivyopita mingi sana, hali yao ikabadilika, wingu likabadilika, mvua ikaja, watu wakaangamia kwa sababu walikosa imani. Lakini kwa sababu Nuhu alikuwa na imani ndani yake, ndio iliyokuja kumsababisha mpaka kwa imani aweze kukomboa kizazi chake, na Mungu akamwamuru watu wa kuingia nao juu ya wale wanyama aliyokuwa amemwambia ingie nao. Kwa hiyo pasipo imani hakuna kitu kinachoweza kutokea kwenye maisha yako. Hata kama fedha unatafuta pasipo imani, huwezi kuwa na maisha mbele yako. Huwezi kufanikiwa kwa jambo lolote kwa sababu bila imani hakuna kitu kinaweza kuweza kufanyika katika maisha yako. Ukishakosa imani kwa kila kitu, huwezi kufanikiwa. Hata Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, pasipo kuwa na imani naye, huwezi kukusaidia kwa sababu tumaini lako hujaliweka kwake. Ukiliweka imani kwa mganga wa kienyeji, ndipo unakuwa na imani huko. Na maana katika kitabu cha Warumi Warumi 10:17 kumi, Biblia inasema basi imani ni ni bayana mambo, inasema imani ni kuwa na hakika. Imani ni vitu ambavyo visivyoweza kuonekana. Ukitazamishia kwa kitu kinachoonekana na mazingira ambayo yanaonekana na, ya yatakukosea kwa sababu utakosa mna mwingine imani kulingana na jaribu linaweza likaje limekuzidi uwezo. Ukaangalia uone majibu na uone mwelekeo uone mbele yako. Umekosa imani kinachofuata hapo, kwa sababu mazingira yanayokuonekania yamekufanya paka, kwa sababu unayaona yamenikosea majibu, naona habari ya kufa. Wana wa Israeli walipokosa imani, wakiangalia nyuma yao wanaona jeshi la Farao, wakiangalia mbele yao wanaona bahari, haoni njia, wakakosa imani, wakaendelea kupiga kelele, lakini bua, Musa akakumbuka kwamba yupo Mungu, akamlilia Mungu na Mungu akasikia, akasema, Musa, mbona unalilia nini? Uliyoshika akasema, nao fimbo mkononi mwangu. Akamwambia Musa, chapa fimbo ndani bahari Musa anachapa, njia ikapatikana njia pasipo njia. Kwa hiyo Mungu huwa anafanya mambo makubwa. Haijalishi wewe umekuwa umeshindwa na ufahamu wako umefika mwisho. Jue wanasayansi wanaweza kutafiti mambo makubwa, wakatengeneza madaraja ya kufikia ng'ambo, lakini Mungu alifanya njia pasipo njia katikati ya bahari. Hata maji yalitii sauti ya Mungu yakaepuka wana wa Israeli wenye haki wakapita. Kwa hiyo pasipo imani hazikuwezekana hivyo. Kwa sababu ndani yake Musa alikuwa na imani. Ndio maana Mungu aliamua kupasua bahari katikati ya nani bahari. Mungu sana ni, ni unapouona katika channel yetu usisahau, usisahau, usisahau, kusubscribe, na kulike, na tunapatikana pale Kigamboni, kwa, ushauri, kwa mafundisho zaidi, katika kanisa. Nadhani katika ujumbe wa mitandao tunajaribu kufufisha kulingana na muda ambao hawezi kututosha. Tuna mambo mengi ambayo Mungu ameturuhusu, lakini kulingana na muda tukikaa, nadhani ukitufuata mazingira ya maeneo tuliyopo, tutakufundisha zaidi, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante.